pendekeza kuwalipa wahadhiri walioko kwenye mgomo katika awamu mbili kwenye deni lao la shilingi bilioni 7.9. Wasimamizi wa vyama wa hivyo wakiahidi kuzungumza na wanachama wenzao kuona iwapo atakubali pendekezo hili. Aidha, waziri wa fedha John Mbadi amekiri kuwa serikali ina uwezo wa kulipa katika awamu mbili, usemi ulioungwa mkono na waziri yule ambaye ni wa elimu Julius Migos. Walizungumza haya mbele ya kamati ya bunge la kitaifa kuhusu elimu katika jiji kuu la Nairobi. Mary Kyalo na taarifa ile. Katika jitihada za kusuluhisha mgomo ambao umekuwepo kwa takriban miezi miwili ndi, ndi, ndi, ndi, ndi, ndi. Mchana wa leo viongozi wa muungano wa uasu, wizara ya elimu na wizara ya fedha wameandaa kikao na kamati ya bunge ya elimu, wakijaribu kutegua kitendawili hiki. Katika kikao hicho katibu mkuu wa UWASU Konstantin Wesonga ameahidi kufanya mazungumzo na wanachama wa UWASU na KUSU kuhusu mapendekezo ya serikali ya kuwalipa wahadhiri kwenye awamu mbili. So we

Kwa upande wake waziri wa fedha John Mbadi amedokeza kuwa serikali ipo tayari kulipa deni la shilingi bilioni 7.9 kwenye mkataba wa makubaliano wa mwaka 2017 2021 kwenye awamu mbili. Awamu ya kwanza wakipania kutoa takriban shilingi bilioni 3.8 ambayo ni mwaka wa kifedha wa 2025 2026 Huku awamu ya pili ikitarajia kukamilisha deni hili ambayo itafanyika mwaka wa kifedha 2026-2027. We have since consulted within government even though with the tight fiscal uh, space that we are in and the government committed to um, fund this CBA in two installments that is

Waziri wa elimu Julius Migos akiwarai wahadhiri kukubali pendekezo hili na kurejea kazini kwa manufaa ya wanafunzi wa vyuo vikuu vya umma, waziri akibaini kuwa malipo ya pili hayatakawia kutolewa.

Is done. Mary Kyalo, Undugu TV.